Hii imekuwa ni mara tatu kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano katika ukanda huo wa bonde la ziwa Rukwa kukatika kwa madaraja lakini TANROADS Mkoa wa Rukwa wamejitahidi kuwekeza nguvu katika kutatua changamoto hiyo kwa wakazi wa bonde hilo ili wananchi waweze kupata mawasiliano kwa kutumia barabara bara. Wakazi wa bonde hilo wakiongea na Clouds Media kwa nyakati tofauti tofauti wameeleza kuwa chanzo cha kukatika kwa madaraja hayo ni mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika ukanda wa juu ndizo zinazoporomosha maji katika bonde hilo na kusababisha kusombwa kwa madaraja shanga watu wanahama kwa sababu daraja lilizibwa kama alivyosema huyo. Daraja liliziba hapa, hivyo ziba magogo na mchanga na vitu gani, mto ukahama. Baada ya kuhama mto ukahamia kwenye makazi ya watu, watu waliamka usiku baada ya kukuta maji mona, watu wakachanganyikiwa, wakaamka usiku wakaendelea kuhahaha hivyo hivyo mpaka saizi ndotu wanaona daraja halipo tena. Nayo kamati ya usalama ya wilaya ya Sumbawanga ikiongozwa na mkuu wa wilaya huyo, Nyakia Alichirukile, imetoa wito kwa wakazi wa bonde la ziwa Rukwa kuchukua tahadhari mapema za kiusalama wa kujenga nyumba imara pamoja na kuishi kwenye miinuko. Baada ya kuzunguka mimi pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama na pamoja na viongozi wengine mbalimbali, e, tumegundua tu kwamba chanzo kikubwa ni uharibifu wa mazingira kwa sababu eneo hili limepakana na safu za milima ya Mfipa. Kwa hiyo watu wanafanya shughuli za kibinadamu kwa maana ya wana wanaingiza wana, wana, wana mifugo kule mlimani, wanakata miti, lakini pia wengine wana, wana wanafanya shughuli za kuchoma mkaa. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwamba kwa sababu ya hali ya shughuli za kibinadamu inayofanyika kwenye milima ya Mfipa, inaponyesha mvua kubwa na hasa inaponyesha juu, maji mengi yanashindwa sasa kupata kupunguziwa kasi na hivyo kusababisha miundombinu mingi kuweza kuharibika. Sisi, kazi ya serikali ya kwanza ni kulinda usalama wa raia. Maisha yako ndio kipombele chetu cha kwanza. Kwao tumekuja hapa kuwasii nini? Tumekuja kuwasii kwamba wale wote walioko pembezoni mwa mto huu waame. Tafadhali sana tengenezeni utaratibu, mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji muone kama wana ndugu zao wengine waende kwa ndugu zao. Lakini zaidi ya yote tuwape pole sana, tuwape pole sana lakini watake tubadilishe mtazamo, sawa, tubadilishe fikra zetu. Sisi wote tunajua namna mti huu mlima ulivyokuwa, na na kama ungekuwa na miti yake vile vile, leo tungekuwa tupigi kelele namna hii, kwa sababu hapo ilikuwa tunawasiliana na ofisi ya makamu wa rais, wale watu wanaohusiana na masuala ya hewa ya ukaa fedha zingeletwa hapa kusaidia na watu wangeweza kujenga nyumba za maana kabisa, sawa eh? Kwa sababu ile fedha ikija kijijini kwenu, nyinyi ndio mna uamuzi nayo kwamba tufanye nini. Nikiarifu kutoka halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa, naitwa Pamatiasi wa Clouds TV.